Kilichotokea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu siku ya tarehe 24 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025 kimemwibua kimemuibua Shehe Ponda Isa Ponda na kuzungumza yafuatayo kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, akiwa ameposti picha ya IGP kwa kuiambatanisha na katiba. Shehe Ponda Isa Ponda alisema namnukuu, kesi ya Tundu Lisu wapigania haki moja, tunalaani kuzuiwa wananchi kufika mahakamani. Mbili, tunalaani wananchi kuzuiliwa kusikiliza kesi. Tatu, tunalaani kupigwa na kumwagwa damu ya wananchi. Yote hayo yaliyofanywa na vyombo vya usalama ni uvunjaji wa haki za binadamu. Lakini pia baada ya kutazama hayo, tukapitia ya awali na kukuta kumbe Shehe Ponda Isa alizungumza mara baada ya Tundu Antipas Lissu kushtakiwa mahakamani kwa mashtaka mawili likiwemo shtaka la uhaini, ambapo pia Shehe Ponda alisema na nukuu, viongozi wa dini tumeshtushwa na hatua ya serikali kumpa kesi ya uhaini kiongozi mkuu wa kambi ya upinzani Tundu Lisu. Aidha, kwa kuwa rais aliagiza vyombo vya usalama visimkamate mtu ila baada ya kukamilisha upelelezi, wito wetu shauri ilianze na kukamilika kabla ya Oktoba mwaka huu wa 2025. Hayo yote Shehe Ponda Isa Ponda ameyazungumza kupitia katika ukurasa wake wa X Twitter, baada ya tarehe ishirini na nne mwezi huu wa nne na mwaka huu, tarehe hiyo iliyokuwa imepangwa kuwa mwendelezo wa kesi ya Tundu Lissu mahakama iliahirisha leo tena tarehe 28 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025. Mahakama ilipanga tarehe hii kwa ajili ya mwendelezo wa kesi dhidi ya Tundulisu, lakini pia imeahirisha kesi mpaka tarehe 6 mwezi wa tano mwaka wa 2025. Zifuatazo ni miongoni mwa ripoti za leo, kufuatia sekeseke seke zito linalomkabili mwenyekiti huyo wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu, inaripotiwa kwamba nje ya viunga vya mahakama hiyo na maeneo ya karibu, hali ya ulinzi na usalama ilionekana kuimarishwa zaidi. Hata hivyo, leo hakuna mwitikio wa wafuasi wa Lissu na hata mwitikio wa wanachama wa chama chake katika viunga hivyo kama ilivyokuwa Aprili 24 mwaka huu wa 2025, lakini pia tofauti na ilivyokuwa siku hiyo, kwa siku ya leo wanahabari wameweza kuingia ndani ya mahakama licha ya kuwa mahabusu kusubiri kesi yake kutajwa tena hii leo. Kwa mara nyingine, taarifa zilizochapishwa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche na wakili wa mwenyekiti wa Chadema Taifa mheshimiwa muheshimiwa Tundu Lissu, wakili Peter Kibatala. Walisema polisi ya Tanzania imezingira nyumba ya Lissu iliyopo Tegeta Dar es Salaam, ikidaiwa na wasaidizi wa Lissu kuwa askari hao wanataka kufanya ukaguzi. John Heche katika taarifa yake ameandika kuwa tangu saa sita usiku, polisi wamezingira nyumbani kwa mheshimiwa Lissu. Wamejaribu kutaka kuingia ndani lakini ndugu wamewaambia kama wanataka kufanya ukaguzi lazima mwenye nyumba awepo. Wakati huo huo Kibatala pia ameandika nimepewa taarifa na wasaidizi wa Antipas Tundu Lissu Mugwai waliopo nyumbani kwake Tegeta, Dar es Salaam kwamba polisi wenye silaha wamefika eneo hilo tangu alfajiri ya leo tarehe 28 April mwaka huu wa 2025 na kugonga geti ili wafunguliwe bila mafanikio. Haijafahamika bado wana uhitaji gani wa kisheria na kimantiki na kwa nini hawajafanya mawasiliano rasmi nasi, mawakili wa Lissu, tutatoa taarifa zaidi, amesema. Jana Jumapili, John johni Heche alizungumza na vyombo vya habari akihamasisha viongozi na wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, kujitokeza kwa wingi mahakamani siku ya leo, tarehe ishirini na nane mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025, Jumatatu, kufuatilia mwendelezo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu. Aidha, Heche aliomba mahakama iendeshe kesi hiyo katika mazingira ya wazi, badala ya njia ya mtandao ambayo amedai kuwa inawanyima wananchi haki ya kufuatilia mwenendo wa kesi. Heche ameongeza kuwa si sahihi kwa mahakama kuendesha kesi ya jinai kubwa kama uhaini kwa njia ya mtandao akibainisha kuwa haki lazima itendeke na ionekane ikitendeka kwa umma. Katika hotuba yake, John Heche ametaja kuwa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kifungu cha 186 kinataka kesi za jinai ziwe wazi kwa wananchi wote kushuhudia. H. amekemea mpango wa mahakama kutumia njia za mtandao kuendesha kesi hiyo kwa kile alichokiita kisingizio cha kanuni zilizowekwa kipindi cha mlipuko wa COVID-19. Heche ametoa changamoto moja kwa moja kwa jaji mkuu wa Tanzania akimtaka kuhakikisha kesi ya Tundu Lissu inaendeshwa kwa uwazi wa hadharani ili kuondoa mashaka kwa Watanzania na jamii ya kimataifa. Wakati huo huo, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche leo Aprili 28 mwaka huu wa 2025 amechapisha taarifa kwenye mtandao wake wa kijamii akieleza kuzingirwa kwa nyumba yake na askari polisi. Kupitia taarifa yake John Heche ameandika, nimezingirwa nyumbani kwangu tangu saa kumi alfajiri ya leo, askari wakiwa na magari manne wako kwenye milango ya kuingilia H. Ameandika Heche. Ikumbukwe kuwa leo Jumatatu, ilikuwa ni siku ya kutajwa kwa mara nyingine tena kwa kesi ya mwenyekiti wa chama hicho taifa, mheshimiwa Tundu Lissu na jana Jumapili akiwa Ukonga, Dar es Salaam, John H alitoa wito kwa wanachama wa CHADEMA na Watanzania kujitokeza kwa wingi mahakamani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kusikiliza kesi hiyo. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepanga kutoa uamuzi wa hoja za mawakili wa Jamhuri na mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Antipasilisu Mei 6 mwaka huu wa 2025. Uamuzi huo unatarajiwa kutolewa na hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Muhini baada ya kusikiliza hoja za kisheria baina ya upande wa Jamhuri na utetezi ambao uliwasilisha mapingamizi mahakamani hapo tangu Aprili 24 mwaka huu wa 2025 kuhusu mwenendo wa shauri hilo. Kesi hiyo imesikilizwa leo kwa njia ya mtandao ambapo upande wa Jamhuri ulijibu hoja za mawakili wa utetezi mbele ya hakimu Muhini ambapo Lisu amegoma kushiriki tena kesi hiyo akiwa na msimamo wake wa kutaka afikishwe mahakamani na si kusikilizwa kwa njia mtandao. Awali, upande wa Jamhuri uliiomba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kutupilia mbali mapingamizi ya mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lisu. Na miongoni mwa hoja za mapingamizi ya jopo la mawakili wa utetezi takriban 31 wakiongozwa na Mpare Mpoki ni kwamba wanaiomba mahakama hiyo itoe amri ya kuhojiwa kwa afisa magereza wa mkoa na mkuu wa gereza la Ukonga kwamba kwa nini Lissu hajafikishwa mahakamani. Baada ya kusikilizwa kwa hoja hizo, kesi hiyo imeahirishwa hadi Mei 6 mwaka huu wa 2025 kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea.